Wafanya nini sasa? Eh? Nikwambia uwe makini sasa kajuaje? Eh? Amejuaje? Tulivyomwekea ile dawa, kumbe chini ya ya kitanda, yani uvunguni, kulikuwa na mtu alikuwa anaona, kwa hiyo amemwambia kulikuwa na mtu Wewe vipi? Kwani huku chumbani na usiku wote huku chumbani kwangu uliingia kutendani? Lengo lako ni kuiba TV. Kwani imekuwaje? Mbona usielewi? Wewe unatoka wapi? Maana huku mimi ndani mwangu, na usiku wote huku chumbani kwangu uliingia kutendani? Lengo lako ni kuiba TV. Mke wangu, unamwelewa huyo anachosema.

Umeelewa? Melewa. Utachia kwenye kinywaji au kwenye chakula, fanya hivyo. Sawa, basi mimi naenda baadaye. Kondo, ndo hivyo mkuu? Kumbe ndo. Kwa hiyo hapa mimi siwezi kukusamehe kwa hilo kosa. Kwa hiyo bwana mimi, mimi umeshaniua tayari, maanake asingekuwa huyu bwana mii hapa nimekufa kwa hiyo hapa wewe kusanya virago vyako uweze ku-kuondoka mbali. Hapana mume wangu, naomba unisamehe. Hapana, wewe mimi siwezi kukusamehe. Maanaje hapo umeshaniua. Nisamehe mimi. Umeshaniua. Sio mimi mume wangu, kuna mtu tu alinidanganya, sio mimi. Ah ah, nenda kwa huyo mtu hapo. Naomba unisamehe mume wangu. Sirudi tena naomba mume wangu, naomba unisamehe. Ulisikia wapi aliyekufa? Ana nani? Sio mimi mume wangu, naomba unisamehe. Siwezi kukusamehe hapo. Nashukuru sana kwa sababu umeyaokoa maisha yangu, leo hii ningelikuwa marehemu. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe sasa hapo, nenda kaufungue hiyo sikilini uliyetaka kuichukua, kaweke kwenye begi yako uende nayo. Nashukuru, nashukuru sana. Jana nilala kwa rafiki yangu, kwa hiyo nimeamua bora nije hapa. Mume wangu anifukuza, amegundua ni kuwa nimwekea sumu. Wafanya ah, nini sasa eh? Nikwambia uwe makini sasa, kajuaje eh? Amejuaje tulivyomwekea ile dawa, kumbe chini ya ya kitanda yani, uvunguni kulikuwa na mtu alikuwa anaona, kwa hiyo amemwambie. <coughs> kulikuwa na mtu kivipi tena? <coughs> ya, yani yani, ndani kwenu sasa hizi kunakuwa na watu. Alafu waacha hizo pili, tunapanga mpango tulikuwa watu wawili, umeelewa? Kwa hiyo kama umefeli utajua mwenyewe na mimi kwanza sasa hizi siwezi nikawa na wewe unasemaje? Semaje? siwezi nikawa na wewe sasa. Mimi nitaenda wapi na mbangu ameshalifukuza shizo? <coughs> eh mimi <coughs> nitaenda wapi, angalia kwa kwenda mi nitaenda <laughs> hapa mimi mume wangu oh. Ndo kashanifukuza, ndo aliniambia nimwekee mume wangu sumu ili wewe na mimi tuishi vizuri, mapesa yetu ya juu. Sasa unanifukuza, mimi nitaenda hapa. Ya, <laughs> <laughs> tatizo, umesikia mi sio vitu vyangu umeelewa? Nimeuza chekecha oa <laughs> vipi sasa hizi na bebe inanihudumia nini? Nazingatia yani siwezi kukaa na wewe Lodi tu na nilio maskani yenu kwanza ukujui nyumbani kwenu. <coughs> kwa sisi ndo nalifukuza, kama ulivyosema. Oi, <coughs> <coughs> <coughs> naona kama time linazidi kwenda. Time is makangability, okay? Hata yeye anielewa alisema kwa hiyo mimi saizi siwezi nikawa na wewe, umeelewa? Wewe katafute tu mwanaume mwingine au kama vipi kamuombe mwako msamaha. Oi, imeisha hiyo. Nikifunga mlango nikirudi hapa nisikute mtu yeyote. Mpango umenisha umaliza kama ulivyosema mwanangu, kawaida. Kama umefanya hivyo, safi bwana. Wewe usisema, ni leo anakuzingua yule, sijui na nini ah, ni kweli pisi, yeye ananizungua bwana ah. Mwanangu nifuatilie, ndio hivi. Poa, fresh mwanangu, mimi nitakutokea au vipi?